kitu cha pili ambacho unatakiwa kukifanya unatakiwa kuwatafuta marafiki wa muhimu ambao wanakamilisha mzunguko wa C si? Kila ufunguo una marafiki wakuu wako saba, he? Na hao marafiki waga tunawapatia namba, kwa maana ya namba moja, namba mbili, namba tatu, namba nne, namba tano, namba sita na namba saba. Halafu namba nane ndio anakuja kurudi yule yule namba moja hiyo topic tutajifunza baadaye, inaitwa tonic sofa katika mfumo wa code, tutajifunza baadaye, lakini leo nataka nikupatie, uh, ni, tuanze kuwachambua hawa aina ya marafiki ambao wanapatikana katika kila ufunguo. Sasa ili mzunguko uweze kukamilika, ni lazima hawa marafiki, at least idadi fulani ya marafiki ikamilishe huu mzunguko, na hiyo idadi ya marafiki ukiwaunganisha pamoja, huwa wanatengeneza kitu kinaitwa code progression. Code progression ni mkusanyiko wa code zaidi ya mbili, tatu na kuendelea ambazo zinatengeneza mfumo fulani wa melody au wimbo fulani. Hivi sasa na sisi kwa sababu tunajifunza ufunguo wa C si, hii C si, sasa tunaitengenezea progression au tunaitengenezea marafiki wengine ambao wanaungana naye ili kuweza kumfanya huyu C si, sasa akamilike. Akiwa peke yake hajakamilika, ya ni lazima apate marafiki zake ili kusudi tuweze kupata progression ambayo ni sahihi. Okay, sasa katika hao marafiki saba, ndio kuambia rafiki namba moja ndio huyu C si, si mwenyewe na yeye ni rafiki rafiki yake namba rafiki na, yake anayefuata ambaye ni wa karibu mwenye sifa zinazofanana na C huwa ni namba nne huwa ni namba nne na na lazima utambue kwamba rafiki mwingine wa kidole chake, namba moja unakamata pale pale kwenye uzi namba mbili kidole namba mbili unakamata uzi namba tatu na kidole namba tatu unakamata uzi namba nne pale, alafu unapiga hivi. Huyu ni namba nne, kwa hiyo huyu ni namba moja, huyu ni namba nne, alafu huyu ni namba moja tena. Alafu rafiki mwingine ambaye huaga anafuata ambaye ni wale marafiki wakuu wa C, si, ni namba tano, ambaye namba tano wetu sisi anaitwa G major G major mwenyewe kidole chako namba mm, namba moja Amina namba moja kinakamata uzi wa tano, alafu namba mbili kinakamata uzi wa sita kwenye chumba kinachofuata pale, halafu kidole chako kidogo unaweza kukamata pale chini hapa. Kwa hiyo ni nyuzi hizi tatu unazipiga hivi, hii hapa ni G major. Sasa hizi ndizo kodi tatu za msingi ambazo zinatengeneza mzunguko wa C major meja. Kwa sasa kama ukitaka kupiga hizi zote tatu, maana kwanza hapa ni C yenyewe.